Naibu Waziri majibu. Mheshimiwa Spika nakushukuru sana, namshukuru sana dada yangu Lita Kabati kwa kazi kubwa ambayo anaendelea kuifanya kwa wananchi. Naibu Waziri, subiri kidogo. Waheshimiwa wabunge e, mnajadiliana mambo ya msingi sana, lakini punguzeni sauti moja. La pili, wale mnaoongea na simu, mnaanza kuongea kidogo kidogo, baadaye zinapanda. Nadhani wajumbe sijui wanawasumbua huko, lakini <laughs> sasa <laughs> Waheshimiwa wabunge ambao lazima mzungumze na simu, basi naenda nje ili ukitiwa hasira zile upandishie ukiwa nje kuliko humu ndani eh. Lakini wakati huo huo tupunguze basi sauti kidogo, tupunguze sauti. Tunajadiliana mambo ya muhimu, lakini tupunguze sauti kidogo. Waheshimiwa Waheshimiwa wabunge Mheshimiwa wabunge, tusikilizane kidogo. Nimesimama tena kule nyuma bado mmesimama e, mketi, tafute mahali pa kuketi. Tutaanza na Mheshimiwa naibu waziri wa ofisi ya Rais mipango na uwekezaji, Mheshimiwa Stanislaus Harun Nyongo. Waheshimiwa wabunge, niwaombe tena, kwa sababu mnayo hiyo ruhusa. Waheshimiwa wabunge, niwaombe tena, tupunguze sauti ili tuweze kusikia michango inayotolewa na wenzetu. Tupunguze sauti. Kama ni lazima kuwa na kakikao kadogo, mnaruhusiwa kwenda nje. Na wale wa simu, niwakumbushe tena, narudia rudia na bado nawaona wanazungumza na simu sasa mtaniwia radhi, tuko mwishoni mwishoni kidogo, lakini nitawajulisha, fulani nenda kaongee na simu nje, kama huyu nayemwona hapo eh. Ama, ama niwaelekeze wazee wa kamera waanze kuwaelekeza ili ukishajiona ndo utoke nje. Tupunguze sauti, tusikilizane.